E, leo asubuhi kwenye maeneo ya Lugono nyama kuelekea Melela katikati pale wilaya ya Mvomero, barabara ya Morogoro kuelekea Mikumi na Iringa e, saa kumi na nusu ilitokea ajali kubwa, ajali mbaya sana baina ya lori la mizigo likuwa mbeba sukari na, na, na gari la, basi la abiria ambalo ilikuwa natoka Mbeya kuelekea Dar es Salaam. Kwenye ajali hiyo jumla mpaka dakika hii e, saa nane na nusu mchana e, tumepoteza Watanzania wenzetu kumi. Tisa walifariki hapo papo hapo kwenye eneo la tukio, na mmoja amefariki akiwa anakuja huku, baada ya kufanya jaribio, amefika hospitali, lakini madaktari wametumia nguvu kubwa, lakini haikuwezekana. Kwa hiyo mpaka dakika hii tuna, tuna, tuna marehemu kumi. E, kwa hesabu tuliyokuwa nayo mpaka dakika hii tuna majeruhi 44 watoto wa nane e, watoto wote wanaendelea vizuri, tumetoka kuwaona sasa hivi, wana maumivu makubwa e, lakini wanaendelea vizuri. Katika hao watu wazima tuliokuwa nao ishirini ni waume me na kumi na nane ni ke e. Ndio katika hao ishirini wanaume mmoja tumempoteza tume akiwa anapatiwa matibabu. Naomba nitumie fursa hii kwanza niwapongeze ni, ni, ni sana e, madaktari, mganga mkuu wa mkoa, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa Daniel, na madaktari wengine wote ambao nao hapa na manesi na jamii ya watu wote ambao wako katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, e, kwa kazi kubwa sana ambayo wamefanya. E, hao, hao wagonjwa tuliokuwa nao sasa hivi e, kama kumi hali zao ni critical, ni, ni lakini wanaendelea kupambana nao. Kwa hiyo naomba ni shukuru serikali, nimshukuru mheshimiwa rais kwa uwekezaji mkubwa uliofanywa kwenye hospitali ya Morogoro. Hii si mara ya pili, kwenye ajali ya Mikese ilitokea kama miezi michache iliyopita, tulipoteza watu kumi na tano e, na majeruhi walikuwa zaidi ya ishirini, lakini wote walifika walifikishwa hapa na walipatiwa matibabu. Kwa hiyo na leo tumepata vifo kumi, lakini majeruhi zaidi ya arobaini, wote wamefikishwa hapa wanaendelea na matibabu e, jitihada ni kubwa inaofanywa na madaktari sasa. Mengine hayo ni kudra Mwenyezi Mungu, lakini tunawaombea wapate nafuu ya haraka. Na bahati nzuri tumepita kwa watu wagonjwa wengi ambao tumeweza kusema nao, tumesha eh, tengeneza mawasiliano na ndugu zao wengine. Kwahiyo kuna wengine wana ndugu zao Mbea kasagai likua wanatokea Mbea, twameshatengeneza mawasiliano na wale ambao bado tumeahidi kwamba tutatengeneza mawasiliano na ndugu zao wambea kuna wengine walikuwa naishia hapa hapa Morogoro, ajali imewafika hapo, hapo, hapo Melela tu. Ndio kudra ya Mwenyezi Mungu. Kuna wengine walikuwa naenda Dar es Salaam, kwa hiyo pia tumewasiliana na ndugu zao wa Dar es Salaam. Hizi ajali sasa zinaonekana zi kuna baadhi ya madereva hawataki kuheshimu kanuni za, za usalama wa barabarani kwa manufaa yao wenyewe lakini pia kwa manufaa ya, ya abiria wenzao kama leo hivi sasa basi hili lilikuwa na madereva wawili na, na kondakta wote eh, wamefariki wame kwenye ajali. Kwa hiyo haya ndio mambo tunasema, kwenye ajali hizi, we utakuwa unatumia barabara kwa namna unavyojua wewe, kwa fujo unazotaka kufanya wewe, lakini ajali ikifika haichagui mtu. Kwa hiyo hili la Morogoro tumekubaliana kwamba tunataka kuweka msisitizo kwamba madereva wawe makini sana barabarani, ukijiona umechoka pumzika. Uh, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamtafuta dereva wa gari aina ya Scania yenye namba za usajili T406 CZS, uh, na tela lake namba T804 BUB likiwa na ambalo lilikuwa limebeba shehena ya sukari likiendeshwa na dereva ambaye ametoroka baada ya kusababisha ajali. Ajali hiyo imetokea Juni 12 na uh, mwaka huu muda wa alfajiri huko katika eneo la Merera kibaoni, kata ya Merera, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro kwenye barabara kuu ya Iringa Morogoro, ambapo gari yenye namba za usajili T.523 EKM hii ni aina ya higa basi likiendeshwa na dereva anaitwa Hussein Mohamed Mkwizu mwenye umri wa miaka 59, mkazi wa Dar es Salaam, ambaye amefariki kwenye ajali hiyo, likitokea mkoani Mbeya kwenda mkoani Dar es Salaam, iligongwa na roli la mizigo lenye namba za usajili T406 CZS na tela yake namba T804 BUB aina ya Scania hii ikiendeshwa na dereva ambaye nimesema anatafutwa. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa roli kushindwa kulidhibiti gari lake na kupoteza uelekeo kisha kuligonga basi. Yeye huyu alikuwa anashuka, anatokea Morogoro, anakwenda uelekeo wa Iringa. Eneo lile lina mteremko. Kwa hiyo ameteremka akashindwa kulimudu lile gari, gari ile gari limeyumba, na ile container ambayo alikuwa amebeba juu pale ikachomoka ikachimba chini kwenye barabara pale, baadaye kaje kapamia lile basi. Dereva wa basi amejitahidi kulikwepa lile container, lakini na kama utaona amekwenda pembeni kabisa ya barabara pale akijaribu kukwepa, lakini amegongwa na ile engo sasa ya lile container na kusababisha vile vifo vya watu ambao nimewataja. Kama mlivyopata taarifa, tumepokea majeruhi jumla walikuwa ni arobaini na tano na, na pia tumepokea miili tisa, lakini katika utaratibu wa kutoa huduma mmoja alifariki, kwa hiyo waliofariki wakawa jumla kumi. Majeruhi wote wamepatiwa huduma e, kuna watatu ambao hali zao zinahitaji kupewa rufaa, tumekisha kuwapa rufaa kuelekea Mwimbili wengine waliohitaji upasuaji, tayari huduma za upasuaji zinaendelea. Wengi wao pia walikuwa na eh, majeraha madogo madogo kwa maana ya lacerations na bruises, madaktari wanaendelea kushughulika nazo, na wale ambao wamevunjika, basi kuna utaratibu wa kuwahudumia, maana ya kuwekea wale wanaohitaji vyuma, kuwekea vyuma kwenye mifupa pleti, au wanaohitaji kufungwa eh, mivunjiko yao, basi wote wanaendelea kupata huduma. Uh, kwa kifupi ni kwamba hospitali imeweza ku manage eh, wagonjwa wote waliofika hapa na wote wanaendelea vizuri. Marehemu tuliopokea sita, amesha kuwa identified wanne, bado hawajakuwa identified. Tunaamini muda unapokwenda tutapata ndugu zao na wataweza kutambuliwa kwa majina. Naitwa Heruya Sila Karegani, nimezaliwa Mbeya, miaka 55 iliyoisha ninaishi Uyole, ni mtumishi wa idara ya uhamiaji mkoa wa Mbeya kama mtumishi raia, na ni mtunza kumbukumbu kwa profesheni yangu. Hali kwa kweli naweza nisielezee, sababu mimi nime nimestuka tayari, nimekuwa kwenye maumivu makavi. Mwendo ulikuwa wa kawaida sana sana, isipokuwa nafikiri <coughs> sijui ni lori ambalo lilikuwa limepata shida ila sukari and gani ndio likagungana na gari la kwetu. Hata gari ya kwetu haikuanguka, imekita tu, ile ligonga mti na ndio kusababisha hiyo. Watu wengine viti vimeng'oka, mikanda watu hawakuvaa, wamechanika sana. Mimi namshukuru Mungu juu ya mimi, nilikuwa na kijana wangu, kijana wangu ananiambia mama, usistuke, tumepata ajali ila umepona. Nikijiangalia kweli miguu ilikuwa sawa mkanda ndio kwa anahangaika na yeye alikuwa anahangaika na mkanda wake kufungua. Nilichukua muda mrefu kufungua kufungua ule mkanda, na siti ya ya mwisho kabisa ile, na siti ya mwisho kabisa ya watu watano. Nilipofika nikasema, jamani tufungeni mikanda. Wenzangu wakahamasika kufunga mkanda, mmoja alie kaidi kwa kweli ame ameumia miguu, miguu imepondwa ponda. Ee ile basi na natoka Mbea na ile askari lakini Ukiangalia hali ilivyokuwa ni kwamba, dereva wa lori la sukari ilimshinda, ndio likaja kumgonga mwenye basi, kwa sababu inavyoonekana ni kama vile ile container la sukari, kama vile ilitoka ikadondoka. Sasa dereva katika kukwepa, kukwepa ile basi, katika kukwepa ile lori, ndio kawa ile container, amegonga container. Kwa hiyo yeye, ya kugonga uso kwa uso ni kama aligonga container ile alivyopiga ke container ndo basi kama ilivyoiona, lakini hili gari ya sukari sasa, kwa sababu ilikuwa na kasi dereva na likamshinda, alikaja kutumbukia huko kwenye kwenye, kwenye daraja ile.